Naomba, baada ya malalamiko ya kina mama wajawazito dhidi ya wa wauguzi na madaktari katika vituo vya afya na hospitali ya wilaya Nzega katika mkoa huo kwamba wanatozwa fedha wakati wanapokwenda kujifungua, mkuu wa mkoa huo Agri Mwanri amemwagiza mkurugenzi na mganga mkuu wa wilaya Nzega kusimamia hili na kuhakikisha akina mama hao wanarudishiwa fedha zao zote walizotozwa kwa mujibu wa sera ya afya ya taifa. Wakina mama wajawazito wanapaswa kupatiwa huduma za matibabu bure, lakini hali imekuwa tofauti katika hospitali ya wilaya ya Nzega ambapo wakina mama hawa wamekuwa wakilazimika kulipia gharama za matibabu. Na hapa wanaleta kilio chao kwa mkuu wa mkoa wa Tabora baada ya kufanya ziara katika hospitali ya wilaya hiyo da, akaja kaniambia, kanunua huko. Nikatoka nikaenda huko nje nikanunua, gharama yake ilifikia elfu arobaini na tano tena na mabomba, nikawa napata kila siku mabomba ya kuvaa, yali yale ya kuvaa wao mwenyewe mikononi, yale ya wanaitu. Akaanza kumshika mgongo. Mkuu wa mkoa wa Tabora akataka kujua zaidi kuhusu hali ya upatikanaji wa dawa kutoka kwa uongozi wa hospitali hiyo. Naelewa wakiandikiwa wanaenda kwa mazi kwa mazi yetu ya dawa wanapokosa dawa kaa vinapokosa wanawan hiyo inayozungumzwa na manesi ya kwamba kuna wakati mwingine inatokea, inatokea kama, inatoka inatoka wapi wapi? Ni kweli mwanzo mbaya kirao, na kweli mwanzo ni hali mbaya yk, na tulichukua initiative za mwanzo kwenda MSD na kuandikia barua ya out of stock na dawa kulizipata, ndio na hadi sasa naweza kusema tuna kiwango kizuri. Watu wote na wakina mama wajawazito wote kwa kipindi hiki tunachokizungumza hapa, waliotozwa, nataka hela zao zote zirudi, hela zao zote zirudi. Mkurugenzi mtendaji nisikilize, na mganga mkuu, naomba nisikilize, nataka hela hizo warudishiwe. Mkuu wa wilaya ya Nzega Godfrey Ngupula amemhakikishia mkuu wa mkoa